Anaitwa Michele Lamy, mwanamke aliyejaa ushetani wa kutisha. Mwanamke huyu anaheshimiwa na wasanii wakubwa wa, wa Marekani akiwemo mwanamama aitwaye Rihanna, Kanye West, Migos na wengine wengi. Wengi wanaamini mwanamke huyu ni mwanachama wa Illuminati na jina lake lingine la utani anajulikana kama Queen of Darkness. Kwa jina hili tunashawishika kuamini ni mwanamke anayejihusisha na nguvu za giza. Ndiyo maana wasanii maarufu wa Marekani wanamheshimu sana. Michele Lamy au Queen of Darkness ni nani sasa? Misheli Lam alizaliwa Aprili 20 mwaka 1944 huko Ufaransa. Kwa sasa ana umri wa miaka 81. Mwaka 1960 hadi mwaka 1970 19, Misheli Lam alikuwa akisomea mambo ya sheria huko nchini Marekani. Mwaka 1971 akawa anafanya kazi kama defense lawyer. Baada ya miaka mitano akaachana na kazi hiyo akajikita kwenye fashion designer. Kwa kuwa ndoto yake ilikuwa ni kuja kuwa fashion designer. Mwaka 1980 alianza rasmi mambo yake ya fashion designing. Baadaye akakutana na mtu mmoja aitwaye Rick Owens, wakaamua kufanya kazi kwa pamoja mwaka 2004. Waliamua kuoana kabisa, mwaka 2004 wakafungua kampuni yao inayojulikana kama Owens Scope. Sasa cha msingi hapa ni kuhusu ushetani wa Michele Lamy. Kwa kweli muonekano wa Michele Lamy umezuwa umezua gumzo duniani kote. Katika paji la uso wake huchola mstari mweusi mara nyingi akiulizwa kwa nini anachola mstari mweusi kwenye paji la uso wake, hujibu hana maelezo kuhusiana na hilo, na muda wote utamuona amevaa meno ya goldi na amevaa mapete ya kutisha ambayo sisi huku tumezoea kuyaona kwa waganga wa kienyeji. Michele Lamy anatembea na walinzi takribani 30. Michele Lamy anaaminika sana na wanamziki wengi duniani. Hiyo maana kuna asilimia kubwa ya wanaoamini kwamba Michele Lamy ni kiongozi wa Illuminati. Ukweli ni kwamba wa mwanadamu mwenye akili timamu hawezi kuwa na muonekano kama wa Michele Lamy. Kujipodoa na kuvaa macheni ni kosa mbele za Mungu. Kitabu cha Waamuzi agano la kale, Waamuzi sura ya 8 mstari wa 22 hadi wa 26, utaona Gideoni alivyowataka watu wa Israeli wavue mapete na maheleni ndipo awe kiongozi wao. Watu wa Israeli walimtaka Gideoni awe kiongozi wao. Gideoni akawapa sharti moja tu, kama mnataka niwe kiongozi wenu, naomba kila mtu avue mapambo aliyonayo kwenye mwili wake. Wakasema tuko tayari kuvua mapete na macheni kwa moyo wote. Wakatandika nguo chini, kila mtu akavua mapambo aliyonayo kwenye mwili wake na idadi ya mapambo waliovua kutoka mwilini mwao ulipata shekeli za dhahabu elfu moja na mia saba. Unaona sasa, Mungu ambavyo hapatani na mapambo ya madini mwilini mwako. Kama Mungu angelitaka ujipambe kwa mapambo ya madini, si angekuumba na hayo mapambo kwenye mwili wako yasiyovulika wala expired. Mungu anachukizwa sana unapotoboa sikio na pua kwenye mwili wako. Wengine wanatoboa maisha kwa njia ya Mungu, wewe unatoboa sikio na pua. Hovyo kabisa. Tubuni mkabatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu. Sijui umesikia? Basi Bwana Michele Lamy aliwahi kuojiwa ikiwa anaamini katika Mungu. Jibu lake alikuchukua muda mrefu akajibu, sijui Mungu ni nini. Unaona binadamu wanavyojitoa ufahamu. Hivi unaposhindwa kuamini Mungu yupo, unazani utamu unaoupata kwenye nanasi ni wewe uliuweka. Binadamu bila Mungu ni kazi ya isee. Na siku inakuja, kila goti litapigwa mbele zake na kila ulimi utakiri kweli, huyu ndiye Mungu muumba mbingu na nchi. Ushauri wangu kwako, mwamini Mungu kabla siku ya maangamizi ya dunia haijafika. Yesu Kristo anawaita nyote wenye dhambi mpate pumziko. Njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na mizigo ya dhambi, nami nitawapumuzisha. Alisema Yesu, na mimi naungana na Bwana Yesu Kristo kukutaka uje upumuzishwe, zambi zako uwe salama Amen. Mwandaaji na msimulizi wa makala hii ni mimi Yohana Yuster.